Hapa wakaambiwa jinsi ambavyo wao kama Waafrika wasivyokuwa na tofauti yoyote na wazungu wa Japan, Waarabu na hata Wahindi ambao kwa kiasi kikubwa wamepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wakiwa hapa porini pia, wakafahamishwa kuwa watu wa rangi nyingine hawakuanza kushushwa wao duniani kiasi cha kuweza kutumia hicho kama kisingizio cha kwa nini Afrika iko nyuma kiasi hiki, ingawa imejaliwa kwa kuwa na rasilimali ambazo pengine kwingineko duniani hakuna. Ni hapa hapa porini, kupitia madarasa yasiyo rasmi, walipoanza kufunguliwa baadhi ya nati na bolti zilizoko vichwani mwao, kwa ajili ya kuzifukunyiwa akili zao, ili kuongeza uwezo wao wa kufikiri kwa minajili ya kuondokana na udhaifu na umasikini tuliyokuwa nao. Utasoma kiasi udongo ule, nani ujazo wake wote utasoma, na ule mfinyanzi wa juu, ndo unaanza hesabu kwamba ujazo wote nimepata hapa ni milimita 4 au milimita 40, na juu mfinyanzi wangu ni milimita 20, ndo naanza saa 20 chini ya 40 mara 100 utafuta asilimia Sawa, hivi utakalopata pale, ndio unaenda kwenye chatani, nimepata hapa asilimia 45. Chata inakupa, inakuambia kwamba chini ya 10% haufai, juu ya 40% haufai. Ukiona umefanya hesabu yako umetia 45, manake haufai. Ikiwa kata asilimia kumi na arobaini, manake udogo wako unafaa. Hapo utapata jibu. Sawa, na cement yenyewe inapimwa au yenyewe? Eh, cement sasa ukishapata ile jibu, umepata labda asilimia 15 udongo wako. Chati itakupa, atakwambia ukipata asilimia kati ya 10 mpaka 25. Lesho yako yani yake kati ya simenti na udongo ni ngapi kwa ngapi? Okay. Woted unadili tu na udongo wako huu ndio utakukupa ujano na simenti sawa. Hei, ile sizani kama kuna, kuna umuhimu wa hii. Haupo kwa sababu tofali zingine za mfinyanzi zikizidi zinapasuka. Zinapasuka. Hei, basi kama ukiona tofali zina nini unatumia hii kujua kiwango cha mfinyanzi kama unachoma tofali, dadi, tofali la kuchoma inahitaji mfinyanzi mwingi kidogo si ndio? Kwa hiyo ni vizuri nao ukifanya test ili kujua, hu mdongo wangu mfenyazi wake mdogo, nikichoma tofali aitatoka nzuri. Huu mpenyazi wake mkubwa au mtuaw mkali sana, tofali nikichoma ta pasukasaw. ule urefu wa udongo yake kndogo, ni urefu wa Ndio kidogo Tunatumia korogea sukari. Tumekizoea kwa jina la kijiko cha chai. Inawezekana. Inawezekana. Inawezekana.

Kwa hivyo vyote nitachukua ni mchanga na udongo. Nitachukua moja, nitagawanya kwa kumi na tatu, nitazidisha mara nyingi. Sawa, kitaka kiasi. Mimi analeta ngapi? hmm? ana ambaye kile chepesi sana cha kufanya hizo hesabu za asilimia.

Tutatambua kwamba maji ametosha kwa kuchukua udogo wetu ambao tumeuchanganya na kuuminya namna hii, sawa. Ukiminya namna hii, ukiona inamungunyuka ili donge letu ijue maji hayatoshi, ba bado. Ukiumba ukiona limeumbika vizuri <laughs> en ukiliminya namna hii na, na maji bado yamebaki baki, ijua maji yamezidi e, yamezidi e. Lakini ukiliumba vizuri, alafu kaliatia chini, ukaona bado liko stable, maji yetu yametosha. <laughs> Kwa maana hiyo, dongo wetu maji mm yametosha sawa, maji yametosha. Uchanganyaji wake mmeona kwamba maji unatumizia, tungeweka hovyo hovyo, manake tungeharimu, maji yangezidi, ingekuwa tabu. Na tushachanganya na simenti, na unatakiwa ukichanganya na simenti, udongo wetu, ile leshetu uliochanganya, mfano tumechanganya moja wa kumi na mbili, isipite dakika arobaini na tano. Udongo wetu huu umeshatushomaliza kufyatua <coughs> sementi inavyozidi kukaa zaidi inazidi kupoteza nguvu mm. Kisha tunapima udongo tunaweza ndani ya mm. dakika arobaini na tano t tumemaliza, swali mm. zetu zishakaa pale sawa, ndio. Mm. kuna swali kwenye hii <coughs> Hey. Yeah. umesema hapo ikipita dakika arobaini na tano dongo letu nani simenti yetu inapoteza nguvu mm, ikiwa kwenye jua au kwenye kimvuli, popote pale

Wakati wanapeleka kule huko, sasa tofauti yetu ndio hili. Wakati wa kubeba tunatakiwa tubebe humu, sawa? Tunataka tubebe Unaposhika tofali huku, ndo wako wengi, usivitoe sana wala usikumbatie hivi wala usiminye hivi, kwa sababu hizi kona zetu bado changa. Ukilikamdamiza sana unalivunja umkonekona kwa hiyo, unabebea hapa naume, unabebea katikati, sawa Wakati unalitoa tofali, umeshaandaa sehemu ya kupanga tofali zako. Mara nyingi tunaandaa sehemu zenye kivuli kivuli, kwenye mti nini, ndio naenda kuhifadhi sehemu yako iko flati vizuri